Katika kijiji cha Usagara ambacho ukuchwa wa maskini ulikuwa umekamata wengi, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Ali. Ali alikuwa ni mtoto wa familia maskini. Baba yake alikufa akiwa bado mchanga, mama e, na mama yake alijitahidi sana kumlea. Yeye na mama yake walikuwa wakifanya kazi za shamba na kuuza mazao hayo ili kuingiza kipato cha kusogeza siku mbele. Hata hivyo, alijua kazi za shambani haziwezi kumsaidia kufikia kile alichotamani. Aliota kila siku akitembea katika miji mikubwa akiwa na mavazi mazuri, akijivunia fedha nyingi na kuishi maisha ya kifahari. Kila alfajiri kabla jogoo hajawika mara ya tatu, ali alikuwa tayari amesimama kwenye barabara ya vumbi akitazama upeo wa mbali, kana kwamba alikuwa akingojea hatima yake mjie alijua afrika kuwa mchele mmoja haupikwi kwa awali, na hivyo alihitaji bidii, maarifa na uvumilivu kufanikisha ndoto yake. Wa wakati rika lake alipozembea mitina kizabao na kushindana hadithi za kifalme yeye alitafuta fursa ya kujifunza kutoka kwa wakulima, wafanyabiashara, na hata apita njia aliyopita kijijini. Alikuwa na imani kwa mguu usiokuwa na viatu leo, kesho unaweza kanyaga sakafu ya dhahabu. Jioni moja, alipokuwa akirudi nyumbani akiwa na mawazo tele, alikutana na mzee mmoja mashuhuri kati ya kijiji hicho. Mzee huyo alimkazia macho, akatikisa kichwa na kusema kwa sauti nzito, kijana, chuma hakipati moto bila chuma. Na simba haleti mawindo bila kuinda. Ikiwa unataka kufikia unachokitamani, basi anza safari yako leo. Maana asiyesafiri haoni maajabu ya dunia. Ali alihisi moyo wake ukichangamka. Alijua huru kwa mwanzo wa safari yake, safari ya kutoka kwenye umaskini hadi kwenye utajiri. Swali lilobaki ni, je, ataweza kushinda vikwazo vyote mbele yake? Aliamua kuondoka kijijini na kwenda mjini kutafuta elimu. Hata hivyo safari, yake haikuwa rahisi. Aliishi kwa maisha magumu, akifanya kazi za kusafisha nyumba za watu, kuuza magazeti na kufanya kazi yoyote ili kupata pesa kulipia masomo yake. Kila alipokuwa akiona mivuta ya maisha ya kifahari, alikumbuka malengo yake na hakuwahi kukata tamaa. Siku moja aliingia kwenye chuo kikuu cha jiji kubwa, akiona ndoto akuwa miongoni mwa wataalamu bora duniani. Lakini maisha ya mjini alikuwa magumu, alikosa malazi na kula chakula kidogo. Aliishi kwa maisha mtaani, akutana na vijana wengine ambao waliokuwa wakijitahidi kufikia malengo yao. Ingawa aliishi kwa tabu, aliendelea na masomo yake kwa bidii. Miezi kapita na hali alijikuta akiishi katika mazingira magumu zaidi. Alikosa pesa za kulipa ada na alishindwa kuendelea na masomo yake. Alikuwa na shinikizo la kutafuta riziki kila siku, aliishi wa kutegemea msaada wa marafiki na wahisani waliokuwa na huruma, lakini hakukata tamaa. Aliendelea kujitahidi ajifunza masomo ya biashara ujasiriamali na uchumi. Aliamua kutumia maarifa yake kuanzisha biashara ndogo ya kuuza bidhaa za kimataifa. Alianzisha kampuni yake mwenyewe, lakini haikuwa rahisi. Alikumbana changamoto nyingi kutoka kwa washindani kwenye soko, upungufu wa rasilimali na shida kupata wateja zilimrudisha nyuma katika maendeleo. Aliishi kwa mafanikio kidogo, akipambana bila kuchoka kuikuza biashara yake. Moyo wake ulivunjika mara nyingi huku akitambua kwa aliishi kwenye dunia yenye nguvu kubwa za kifedha utawala mamlaka na ushawishi. Alijitahidi kusimamia ndoto zake zake. Alikubaliana na hali yake yake, akaendelea na juhudi zake. Kwa muda mrefu biashara yake ilikuwa polepole na akaweza kujipatia faida kidogo. Hatimaye wakati ulifika, nuru ikawaka. Jua la asubuhi lilichoma kwenye kichwa cha Ali, wakati huo maisha aligeuka. Ali alikubali fursa kubwa ilitokeza kwa bahati aliweza kuungana mfanya na mfanyabiashara maarufu ambaye aliona uwezo wake na kumwajiri kwa kazi yake nzuri. Alipewa nafasi ya kutangaza biashara yake kwa ulimwengu mzima. Alipewa mtaji mkubwa na aliweza kuwekeza kwa hekima. Biashara yake ilikuwa kwa haraka. Aliweza kuzalisha bidhaa zinazouzwa katika masoko makubwa duniani. Aliingia kwenye biashara ya kimataifa na alikusanya mali kubwa kutoka kwa makampuni aliyoyaanzisha. Alijivunia kuona familia yake ikifanya vizuri. Aliweza kujenga nyumba nzuri kwa mama yake, akimsaidia kuwa na maisha bora ali, alifikia kile alichotamani. Akawa tajiri mkubwa duniani. Alikuwa na hisa katika makampuni makubwa, mali zisizohesabika na alikuwa alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa duniani. Alikuwa na majumba kifahari, magari mazuri na alifurahi kwa aliweza kufikia malengo yake. Lakini wakati akijivunia mafanikio yake, alijua kwa ulimwengu unahitaji kutoa zaidi. Alikumbuka hadithi za wakati alivyokuwa maskini, alijua kwa aliishi kwa nguvu ya moyo. Aliamua kusaidia jamii yake kwa kujenga shule, vituo vya afya na alitoa nafasi kwa watoto wa kijijini kujua thamani ya elimu, akitambua kuwa ulimwengu wa sasa unahitaji kuwa na huruma na msaada kwa wale waliopo kwenye hali ngumu. Hadithi ya hali ilijawa na maumivu makubwa changamoto na furaha. Safari yake ilikamilika kwa juhudi kubwa, bidii, nia na uvumilivu. Alikubali kwa mafanikio aliyokamilika anahitaji kumsaidia na mwingine. Ali ni kielelezo cha vijana kujituma ili kupata mafanikio bora.